Kuna kitu moja nataka kuambia Kasipul Kasipul. Kasipul huwezi tetia muuaji mtu ambaye ni mdhuluma mama ambaye amehua wana Afrika Mashariki, wale watu ambao wanataka kufuruga nchi ya uh, serikali ya Mama Samia Suluhu. Hakuna serikali yote duniani imeshindwa na mwanabiashara hata kwa sababu ana hela anaweza kupendua serikali. Hakuna serikali yoyote ambayo imeshindwa na hawara ambao anaongea kwenye mitandao za kijamii anaweza kupendua serikali. Hakuna serikali yoyote ambayo imewahi kupenduliwa na activist ama wanaharakati. Serikali ambazo zimekuwa kwenye historia ya dunia kupenduliwa, imependuliwa na wanajeshi, haijapenduliwa na wanaharakati mahawara ambao wenyewe wako wanaongea tu bila kupima mdomo kwenye mitandao za kijamii ama wanahabari ambao ni the so called international journalists. Kasipul, nataka nikujulishe kwa sababu maybe hauna helimu ili ujue, ya kwamba kwa sababu nimesikia ukiuliza swali ya opusi, swali ya kisenzi, swali ya kijinga, swali ya pumbavu ya hali ya juu ya kwamba hakuna serikali lolote ambayo imependuliwa na wanaharakati. Sudan hapa, Sudan Sudan ambayo ilikuwa inaongozwa na Omar al-Bashir ilipinduliwa na msichana mdogo ambaye alikuwa anaongoza maandamano, kisha ikafika mahali wanajeshi wakachukua hatua ya kupindua hii serikali, kwa sababu yule msichana alikuwa anazungumza tatizo la wana Sudan. So e, tunajua wewe ni mtu ambaye hana msimamo, ujui unatafuta nini kwa siasa. So ni vyema ufanye comedy, uachane mambo ya siasa. Wewe si mwanaharakati, hauno juice lolote kwa kisiasa. Ndugu zangu, lazima tujue sisi kama waafrika tunatafuta nini. Tunatafuta hujinga ama tunatafuta uongozi? People like Kasipul ni watu ambao ni useless useless very useless people in the world. Aswa, katika kwenye barani ya Afrika huwezi nunuliwa kama, eh, wale wanadada wanajiuza kwa sababu tamaa yako. Hauna skill yoyote ambayo unaweza fanya, hauna elimu ya kutosha, hauna biashara ya kufanya biashara. Ni kununuliwa kama wale wanawake ambao ni wachangodoa. So ni vyama ujue ya kwamba Kasipul Afrika ama ulimwengu kote ni wananchi ndio wanapendua wa serikali. Wanajeshi huwa wanaingilia kati wakati wanaona kwamba wananchi wamesukuma serikali hadi kokuta, kisha wanajeshi wanaingilia kati. So maybe huko wamejua, kwa sababu hauna elimu ya kutosha. Sasa ndio maana ninakulimisha kwamba Sudan ilipenduliwa na wananchi, wakati msichana ambaye ni mdogo alisimama mstari wa mbele kupigana kwa ajili haki ya injiao. So ukiangalia hizi nchi mingi nchi mingi asua Afrika, hizi za Arab ambazo ziko hapa Afrika, wengi wao wamependelewa na wananchi na, na, na, na, na wananchi. So ndugu yangu Kasipul, kuwa tuna elimu kidogo, kuwa tu na hutu, kwa sababu tunajua babu wewe ni jobless. So ukipewa peni mbili na mama muaji mama mporaji najua unaweza chukua kwa sababu hauna kazi lolote. Kazi ambayo unafanya ni kazi kununuliwa na peni mbili na mama muaji. Lazima tusungumuze hukweli jinsi hilivyo, ya kwamba the common man, the people ambao wanasungumuza katika kwenye mtandao ndio watu ambao wanalimisha watu. Ukienda Marekani, uende hizo nje nje ambayo imeendelea imeendelea kwa sababu gani? Hawa wana inji tumanda hadi inji ya France, inji ya UK pressure wana engineer wafanya wale prime minister wana wanakaa kando wanakaa pembeni. So lazima tujue kwamba ni nani ambaye yuko na mamlaka katiba ama nchi yoyote ambayo uongozi hiko katika kwenye mkono wa wananchi. Nataka kuambia Kasipul, ndugu yangu, wacha kukuwa mtu ambaye hana elimu, usiwe mtu ambaye hana akili, tafadhali. Kwa tuna akili kidogo ambayo yule ambaye alisaliwa nayo, usaidie, ujisaidie wewe mwenyewe. Lazima tusungumuze tatizo la Afrika na tuweze kubali Afrika yetu isambaratise kwa sababu tamaa ya wachache. Mimi nilikuwa na support Mama Samii, lakini mahali mmefika, mama huyu wanaweza kutoa amri kwa kuwaua wananchi, kisha the same sehemu ambao wananchi wameuliwa wanaenda kuzikwa ila apoteza evidence, hiyo ni makosa. Uwezi kuniambia kwamba zaidi ya watu laki saba wao wamepotea hivyo, huwezi so, wewe, kwa sababu uko Kenya, ulikuwa unapewa peni mbili na hawa. So unaona kwamba ni vyema sasa uite watu ili usungumuze. Kama mtandao haina mamlaka, mtandao haina nguvu, kwa nini unaita vyombo za habari ambao ni online media kusungumuza tatizo la huyu mjambazi huyu mama muaji Sungenyamaza. So tu usungumuze kwako, ama ende muzungumuze tu na yeye huko so Online ama mtandao ama wanaharakati wako na mamlaka makubwa ya kupendua serikali ama kuchangia ubora wa inchi ama kuchangia uharibifu ya inji. So hizo zote tunasungumuza, kwa sababu tunataka huiano na makubaliano kwa ajili ya nchi ya bara Afrika. So, ndugu yangu Kasipul, tafuta elimu kidogo, itakusaidia kule mbele ya kwamba Afrika ni sisi wenyewe ndio tunaharibu na ni sisi wenyewe ndio tutakayotengeneza Afrika. So lazima tusungumuze tatizo letu kama wana Afrika Mashariki, kwa sababu tunataka uyano, tunataka usawa, tunataka ukweli kwa ajili ya nchi yetu ya Afrika, ili tupika tua. but kama mtu ambao tunazungumuza kwamba wao ambao wanapewa peni mbili wanazungumuza tatizo la mtu binafsi. Kwa sababu gani? wanataka tamana kununuliwa Mwafrika lazima tuamuke pamoja kupigania haki. Hatutakubali wachache kusambaratisha umoja Afrika. Tanzania ni nchi bora, tunakubali kupoteza Tanzania kwa sababu upumbavu ya watu kama kina Kasipul. Kwa nini mtanzania sungumuze? Si kama ni rais ni mzuri, kwa nini watanzania wenzake wanamkwepa? Anatumia mtu ambaye anajua kwamba ni mtu ambaye hana mwelekeo ni mtu ambaye ana juzi ya kisiasa, ni mtu ambaye hana mbele wala nyuma. So ni mtu ambaye ukimpea peni mbili atasema iko sawa. Lazima tujue na nini tunatafuta. Usijaribu ku blackmail nchi fulani kwa sababu tamaa, umenunuliwa ndugu yangu, usijaribu. Wacha kukua na njaa ndogo ndogo, ndugu yangu, utakula yale ambayo inakukula. So huwezi kudanganya ulimwengu mzima kama rais wetu William Ruto ndiye hakuenda swearing in ya huyu mama Rais William Ruto. So ni nini ambayo inaonyesha? Paul Kagame hakuonekana. Rais wa Uganda hakuonekana. Baada ya marais wengi barani ya Afrika hawaku, hawakuonekana. Viongozi wa Afrika hawakuonekana. So we mwenyewe kama Kasipul ukizungumza upusi ya kwamba kuna watu sijui nini, serikali huwa anapendelewa na wananchi, kwa sababu unachaguliwa na wananchi, lakini kama we ni mpumbafu, unapandiliwa kwa sababu we ni mjinga so lazima tuzungumze ukweli jinsi ilivyo.